Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Alhamisi, juma la 26 kipindi cha kawaida mwaka si wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza kutoka kitabu cha Kutoka sura 23 aya ya 20 hadi 23, na somo la injili kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo. Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Mathayo, sura ya 18, aya ya kwanza hadi ya tano, na aya ya kumi. Wanafunzi walimwendea Yesu akisema, "Ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni?" Akasema, "Amin ninawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Basi yeyote ajinyenyekeshaye mwenyewe kama mtoto huyu, huyu ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Na yeyote atakayempokea mtoto mmoja mfano wa huyu kwa jina langu, anipokea mimi. Angalieni msidharau mojawapo wadogo hawa, kwa maana nawaambia ya kwamba malaika zao mbinguni siku zote utazama uso wa baba yangu aliye mbinguni. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Eh, itukuzwe damu ya Kristo! Ndugu msikilizaji, karibu katika tafakari ya siku leo, Mama Kanisa anapotuwekea kumbukumbu ya malaika walinzi. Basi kabla ya kuanza tafakari, tujikumbushe kidogo juu ya malaika na malaika walinzi. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 328 inatuambia malaika ni viumbe vya kiroho visivyo na mwili. Basi Mtakatifu Agustino anasema malaika ni jina la kazi na si asili yake. Hivyo tunaambiwa kwa uwako wao malaika wote ni watumishi na wajumbe wa Mungu. Siku zote malaika hutazama uso wa Baba aliye mbinguni. Malaika wanatenda neno lake na wapo tayari kusikiliza sauti ya neno lake. Katika katekisimu ya kanisa Katoliki namba 336 inatuambia au inatutafakarisha zaidi, zaidi, juu ya uwepo wa malaika walinzi, tunaambiwa kila mwamini anaye malaika mlinzi kando yake, ambaye ni mlinzi na mchungaji, ili kumwongoza kwenye uzima tangu kuzaliwa kwake hadi kufa hapa duniani. Ndugu waamini, kanisa linatufundisha kuwa maisha ya Kikristo yanashiriki kwa imani katika jamii yenye heri ya malaika na watu waliokwisha unganika na Mungu. Malaika huyu mlinzi ambaye kila mwamini anaye, anayemlinda na kumwongoza maisha yake yote, kwa maombezi yake humpatia mwamini nguvu mwombea na kumtolea Mungu sala na matendo mema. Mara nyingi malaika mlinzi wetu anatuepusha na hatari zote, kutunza roho zetu na kutukinga katika vishawishi vya shetani, na kutushauri rohoni mwetu tuwe na mawazo mema. Ndugu zangu, tunapokuwa popote kama waamini, malaika walinzi wanatusaidia katika kutenda mema. Hivyo neno la Mungu leo linalotutafakarisha juu ya kuwa wanyenyekevu litusaidie vilevile tuweze kuwafahamu na kuelewa malaika wetu walinzi na katika raha, katika changamoto, katika shida mbalimbali mbali, tuweze kuwaomba na daima waweze kuwa nasi. Injili ya siku ya leo Bwana wetu Yesu Kristo anatufundisha juu ya kuwa wanyenyekevu na unyenyekevu ambao Kristo anamwasa kila mmoja wetu awe mnyenyekevu kama mwamini ni ule wa watoto wadogo. Wanafunzi wa Yesu walikuwa wakiulizana swali juu ya nani aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Swali hili linaonyesha mawazo ya wanafunzi ambayo yalikuwa ni kujua kwamba ni nani ambaye ni mkuu katika ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni nani aliye kiongozi? Ni nani aliyechaguliwa miongoni mwao ili awe kiongozi katika ufalme huo? Hivyo walitamani wamjue kiongozi huyo miongoni mwao. Mawazi ya wanafunzi yalikuwa pengine ni kugawana nafasi za uongozi wa mfalme ambaye ni Kristo. Waliwaza kupata nafasi, waliwaza kupata fursa za heshima kama viongozi wa kidunia wawazavyo au wafikiriavyo. Kristo aliye mwalimu na kiongozi hakuwajibu moja kwa moja kuwa yeye ndiye mkuu katika ufalme wa Mungu, na wala hakutaja yeyote kuwa ndiye mkuu katika ufalme wa Mungu. Bali Kristo, katika kujibu swali hili, anamchukua mtoto na kumuweka katikati yao na kuwaasa kuongoka ili waweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Jibu la Kristo litutafakarishe juu ya mila potofu, tamaduni potofu za kuwadharau, kuwabagua au kuwatenga baadhi ya watu katika jamii, pengine vipofu, pengine viziwi, pengine viwete, maskini au muhitaji wa aina yeyote ile. Mtoto kwa tamaduni za Kiyahudi hakuhesabiwa kuwa na muhimu wowote katika jamii, ikiwa ni pamoja na wanawake, wafungwa na mifugo. Hao wote walikuwa ni mali au ni milki ya mwanaume katika jamii ya Kiyahudi. Kristo anapomweka mtoto miongoni mwa wanafunzi, anataka kutuambia leo au anafuta dhana hiyo ya kuwabagua watu, kuwatenga watu pengine tukifikiri kwamba baadhi ya makundi fulani ya watu ni muhimu kuliko wengine. Anawaasa wanafunzi wawe kama watoto wadogo, ili waweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Fundisho kubwa ambalo Kristo anatupa wa kumweka mtoto huyu katikati ya mitume ni kujifunza kuwa wanyenyekevu, ili watu wenye shida, matatizo, taabu na changamoto nyingine za maisha waweze kuja kwetu kirafiki ili waweze kupata suluhu au ahueni ya matatizo yao. Wazazi katika jamii zetu, katika familia, vaeni sura ya watoto, tueni wanyenyekevu, tueni na sura za kuwakaribisha watoto wetu, waweze kueleza shida wanazokutana nazo mashuleni, shida wanazokutana nazo katika mazingira wanamoishi wana ili tuweze kujua changamoto zao, ukatili wanaokutana nao ili tuweze kuwasaidia. Walezi, vaeni unyenyekevu wa watoto wadogo ili tunaowalea waweze kutuambia changamoto, waweze kutushirikisha wanayokutana nayo, waweze kutushirikisha furaha, matatizo na shida zao ili tuweze kuwasaidia. Viongozi wa dini, tuwa, tuvaeni unyenyekevu ili waumini wetu waweze kutusaidia katika majukumu haya, waweze kutueleza shida, waweze pengine kutoa michango mizuri ya kuendeleza kanisa la Mungu. Maana tusipokuwa wanyenyekevu, tutaweka mipaka ambapo tutashindwa kuifanya kazi hii njema. Viongozi wa serikali, na nasi tunapaswa kuwa wanyenyekevu kama watoto wadogo, ili kundi hili la raia tunaowaongoza waweze kutoa michango yao waweze kutoa mawazo yao waweze kufanya kazi kwa bidii ili kulijenga taifa la Mungu, kulijenga taifa ambalo litakuwa na faida kwa kizazi hiki na kizazi kijacho. Ndugu zangu, kila mtu ni rahisi kuongea na mtoto, maana haogopeshi, ana furaha muda wote, mara nyingi na ni rahisi kumwambia chochote kwa kawaida watoto si rahisi kusema uonko, si rahisi kuhadaa mtu na vilevile vile si rahisi kuf, kuficha maovu yao. Pia watoto hawezi kuishi kinafiki. Injili hii ndugu zangu, inatufundisha inatupa ujumbe kuwa katika maisha haya ni lazima tunishushe, tuwe wanyenyekevu kama watoto wadogo, ili walio na shida, tabu, maangaiko, mashaka waweze kumwona Kristo ndani yetu na tuweze kuwapatia uponyaji, tuweze kuwapatia faraja, tuweze kuonekana kwao kuwa njia ya kuendea uzima wa milele. Tusipokuwa wanyenyekevu tutakuwa ni kikwazo. Tutakuwa tumejenga ukuta kati ya Mungu na wale ambao tunawaongoza, kati ya Mungu na waumini, kati yetu sisi wazazi na watoto wetu, ukuta kati yetu sisi walezi na wale tunaowalea. Ndugu zangu, kwa asili watoto ni wanyenyekevu, unyenyekevu upo ndani yao. Hivyo sisi kwa namna ya pekee leo tunaaswa, sio kuiga unyenyekevu wa watoto, maana tunapoiga tu tunaweza tukaiga leo na kesho tukashindwa, tunaweza tukaiga leo na baadaye tukashindwa, ila tunapaswa tufanye mazoezi ya kuwa wanyenyekevu ili iwe ni fadhila katika maisha yetu. Tunapowapokea wenye shida, walioonewa, wanaonyanyaswa, waliokataliwa, waliokweke, tunapowasaidia wafungwa, hapo tunaonesha unyenyekevu wetu, hata kama tuna vyeo, hata kama tuna mamlaka hata kama ni viongozi, na ndipo sura ya Kristo aliye Bwana na mwalimu wetu inaonekana kwetu, hata wanaotutazama wanaweza wakamwona Kristo katika maisha yetu. Wanyanyasa wengine wa kwa sababu ya cheo chako nafasi yako uongozi wako pesa zako umri wako ni ishara ya kukosa unyenyekevu na pia Kristo hawezi karibia kwako na hawezi ishi kwako. Hivyo ndugu zangu, kila mmoja wetu amwombe malaika wake mlinzi, hasa kwa namna ya pekee leo hii tunapofanya kumbukumbu ya malaika walinzi, aweze kumsaidia na kuwa mnyenyekevu, aweze kujishusha, ili aweze kuwa kama mtoto mdogo, aweze kutumia cheo, aweze kutumia mali ali, aweze kutumia vipaji na uwezo aliojaliwa na Mwenyezi Mungu kuwasaidia wengine wamwone Mwenyezi Mungu kwa njia ya kujishusha na sio kujiinua kuonesha majivuno. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami na Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Fratelli Constantine Michael Mbago. Washirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo <muchilis> kwetu sisi na tulipokea kwa furaha kwa imani bila neno lenye kutuletea wokovu. Neno la Bwana, neno limekuja kwetu sisi na tulipokea kwa furaha kwa imani bila neno lenye kutuletea wokovu.